Msukosuko wa maisha, e, hadithi ya kijana masikini aliyekimbiwa na mkewe. Sehemu ya kwanza: mwanzo wa mateso. Juma alizaliwa katika kijiji kidogo cha Mtondo, familia yao ikiwa ni ya hali duni kabisa. Baba yake alifariki alipokuwa na miaka kumi na mama yake alihangaika kumlea yeye pamoja na wadogo zake wawili. Aliishi maisha ya shida, mara nyingi akilala njaa na kuvaa nguo zilizochakaa. Licha ya umaskini wake, Juma alikuwa kijana mwenye bidii na matumaini makubwa. Alipomaliza shule ya msingi hakuwa na uwezo wa kuendelea na masomo, hivyo akaanza kufanya kazi za vibarua shambani ili kuwasaidia wadogo zake. Katika kijiji hicho kulikuwa na binti mrembo sana aliyeitwa Asha. Juma na Asha walipendana sana tangu utotoni na walipofikisha umri wa utu uzima waliamua kuoana. Licha ya hali duni ya Juma, Asha alimpenda kwa dhati na aliahidi kuwa naye katika shida na raha. Harusi yao haikuwa na sherehe kubwa, kwani Juma hakuwa na pesa za kufanya sherehe ya kifahari. Walifunga ndoa kwa unyenyekevu, wakitarajia kwamba siku moja maisha yao yangekuwa mazuri. Mwaka wa kwanza wa ndoa yao ulikuwa wa mapambano makali. Juma alijitahidi kufanya kazi mbalimbali, mbali, lakini kipato kilikuwa kidogo sana. Nyumba yao ilikuwa ya udongo na nyasi. Mvua iliponyesha, maji yalipenya ndani. Asha alianza kuchoka na hali hiyo ya maisha. Mara nyingi alipowatembelea rafiki zake waliokuwa wameolewa na wanaume wenye hali nzuri, alihisi wivu. Aliona jinsi walivyokuwa wakivaa mavazi mazuri na kula vyakula vya gharama, ilhali yeye alikuwa akihangaika kupata hata mlo wa siku moja. Siku moja Asha alikutana na mtu tajiri kijijini kwao, bwana mkubwa aliyeitwa Kasim. Kasim alikuwa na biashara kubwa ya maduka na alikuwa akimtamani Asha kwa muda mrefu. Alimwendea na kumwambia, Asha, unaishi maisha magumu na Juma. Unadhani atakuwahi kuwapa watoto wako maisha bora? Miye nina nyumba nzuri, gari na pesa za kukufanya uishi kama malkia. Unataka kuendelea kuteseka au ujiunge nami? Asha alihisi moyo wake ukitetemeka. Alimpenda Juma lakini umasikini wake ulikuwa kikwazo kikubwa. Baada ya siku kadhaa za tafakuri, aliandika barua na kuiweka mezani, Juma, nimechoka na maisha haya ya shida. Sitaki kuendelea kuteseka. Nimeamua kwenda kuishi maisha bora. Usinitafute. Asubuhi moja Juma aliamka na kukuta barua hiyo. Aliposoma, moyo wake ulijaa maumivu makali. Alijaribu kumtafuta Asha lakini hakuonekana tena kijijini. Aliposikia kwamba alikuwa ameolewa na Kasim na sasa anaishi mjini katika nyumba ya kifahari, machozi yalimtiririka mashavuni. Maisha ya Juma yalizidi kuwa magumu baada ya kuachwa na Asha. Alikata tamaa, akahisi maisha hayana maana tena. Lakini baada ya muda aliamua kuamka na kupambana. Alijiambia, kama kuna mtu wa kunisaidia, basi ni mimi mwenyewe. Alihamia mjini kutafuta kazi. Alianza kama mchuuzi wa matunda mitaani, baadaye akajifunza useremala. Kupitia juhudi na nidhamu, alifanikiwa kupata mtaji mdogo na kufungua warsha yake mwenyewe. Miaka michache ilipita na Juma alikuwa mfanyabiashara maarufu alikuwa na duka la samani na nyumba nzuri. Siku moja alitembelea mgahawa wa kifahari mjini na ghafla macho yake yakakutana na sura aliyofahamu sana, a e, Asha. Lakini Asha hakuwa yule aliyemwacha miaka michache iliyopita. Alionekana mchovu, sura yake ilikuwa na huzuni. Kasim alimfukuza baada ya kupata wake wengine, na sasa Asha alikuwa maskini akifanya kazi za ndani kwa mshahara mdogo. Asha alipomwona Juma machozi alimtoka. Alimfuata na kusema kwa sauti ya huzuni, "Juma, samahani nilifanya makosa makubwa." Juma alimwangalia kwa huruma, lakini moyo wake ulikuwa umejifunza somo moja kuu, si kila anayekupenda atakaa nawe milele, na si kila anayekuacha atabaki juu daima. Asha alilia na kuomba msamaha, lakini Juma alitabasamu tu na kusema, mimi niliumia sana, lakini maumivu hayo yalinifanya kuwa mtu bora. Nimejifunza kuwa mapenzi ya kweli siyo maneno matupu, bali ni kusimama pamoja katika shida na raha. Kisha aliondoka akiwaacha Asha na machozi yake, akitembea kuelekea maisha yake mapya aliyoyajenga kwa bidii na uvumilivu. Na huo ndo mwisho wa hadithi yetu. Usimdharau mtu kwa sababu ni maskini leo, hujui kesho yake. Mapenzi ya kweli hayapimwi kwa pesa, bali kwa uvumilivu na uaminifu.